Geoffrey Kariuki Kiringa Ruku. Baada ya kuhudumu kama mbunge kwa mara ya kwanza kwa takriban miaka miwili na nusu, Geoffrey Ruku hii leo alifika mbele ya kamati ya uteuzi inayoongozwa na Spika Moses Wetang'ula kusailiwa kama waziri mteule wa utumishi kwa umma. Ruku alilazimika kuelezea ni kwa nini alipendekeza mswada wa kudhibiti waandamanaji, mswada huo ukiwaghadhabisha wanarika wa Gen Z waliomsuta mbunge huyo kwa kuwa na njama ya kukiuka haki zao za kikatiba what this assembly demonstration bill is trying to endeavor is to protect the rights of other persons who may not participate in demonstrations in assemblies in picketings and presentation of, of uh, petition to public authorities we have lost lives in demonstration no life that should be lost go Ruku mwenye utajiri wa shilingi milioni 377 alitakiwa kuelezea ni vipi mswada huo haukuwa unapania kukiuka haki za Wakenya. Mbunge huyo iwapo ataidhinishwa, atachukua mikoba yake Justin Muturi. Kiongozi wa chama alichochaguliwa nacho bungeni alidokeza kuwa pana haja ya kuangazia suala la miaka ya kustaafu ikilinganishwa na utaalamu uh, right uh, be. Isitoshe, Ruku alitakiwa kuelezea msimamo wake kuhusiana na mmea wa mogoka unaodaiwa kuathiri maelfu ya vijana kiafya nchini.